Lakini lengo na madhumuni ni kuweza kujenga mjini iliyokuwa salama yenye mashirikiano na utendaji kazi uliokuwa bora, kwa nia ya kuwapatia huduma bora na maendeleo wananchi wetu kama ambavyo dira na dhamira ya serikali na wakuu wetu wa nchi waliokuwa nayo. Sasa kiufupi, kikao hichi mwisho wake kijenge mustakabali mwema wa mashirikiano baina ya masheha, madiwani, watendaji wa manispaa pamoja na wilaya yetu ili kuhakikisha kwamba kile kinachotakiwa kufanywa na kutekelezwa kinatekelezwa kwa pamoja. Hatutaki tuone kwamba diwani anamsema sheha, au sheha anamtupia lawama diwani, manispaa inawasema wengine na wengine wanawasema wengine. Lengo letu ni kujenga na kuweka mustakabali mwema, ambao mustakabali huu utatusaidia na utar utarahisisha utendaji wetu wa kazi, tukiwa kitu kimoja katika kuakisi maendeleo ya taifa letu. Sasa najua kwamba kuna changamoto zipo, tuko tayari kuzisikia ili baadaye tuende nazo kwa pamoja. Najua kwenye manispaa kuna changamoto zake, madiwani wana changamoto zao, masheha wanazo, na watendaji wa baraza pia wanazo. Ni wakati wake tuweze kuelezana, hatimaye mwisho tuweze kujua kwamba nini ambacho tunachotaka kukifanya. Najua masheha wanaongozwa chini ya sheria ya tawala za mikoa, zaidi kifungu namba 18 kimewapa job description zao, na vilevile wilaya inaongozwa na sheria ya tawala za mikoa kwenye kifungu namba 14 kimetoa job description zao lakini vilevile vile, serikali za mitaa nazo zinaongozwa na sheria ambayo, pia ukitizama, wamepewa job description zao, hususan madiwani kwamba wana, wana jukumu la kuisimamia manispaa na wilaya nao wana jukumu kwamba ni msimamizi mkuu wa manispaa wao, wanasimamia wanatenda kuisimamia manispaa, na huku nao wanatenda katika kusimamia lakini nguvu zote hizi zitakapoachiwa kwamba zikagawanyika basi hatutokuwa na utekelezaji mzuri na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Iwapo kwamba tutakuwa wamoja, tutafanya kazi katika ushirikiano, nafikiria kwamba tutafika pahala, tutafurahia kazi na dhamana ambazo tulizopewa. Sasa ningeomba Najua kuna vitu vipo katika municipality, kuna vitu vipo katika masheha, kuna vitu vipo katika watendaji, tuelezane basi. Tukishakuelezana baadaye, tutatoka na maazimio ya kwenda kutenda kazi kwa pamoja, tukiwa kama ni taasisi moja ambayo ina malengo ya kuleta tija na faida kwa wananchi wetu, hususan huduma bora zinazotakiwa kufikiwa zaidi.